attaqiyya alghaniyya alkhafiyya rawahu muslim. Ana kuonyesha yule aliyeipa nyongo dunia. Jamani, kuipa nyongo dunia kuna maana kwa maskini? Watu wanachanganya mambo Kuipa nyongo dunia hakuna maana kuwa fukara. Kuipa nyongo dunia hakuna maana kuvaa matambara. Kuipa nyongo dunia hakuna maana kwamba wewe upuuze kula kwako usiwe, usiwe vizuri. Maana yake wewe unaipa nyongo dunia? La, haina maana hiyo. Vaa vizuri kama uwezo upo. Kula vizuri kama uwezo upo. Kuwa na mali kwa kadiri iwezekanavyo kama uwezo upo. Lakini wewe na mali yako isiwe ni kwa ajili ya dunia sana. Yaani msiwe mnaipupia dunia sana. Lengo lako sana liwe kwa ajili ya akhira na ndio maana ukiangalia hadithi hii anasema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam Saad bin Abi Waqas asema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu, akisema inna Allaha yuhibbu al-abda at-taqiya, hakika Allah anampenda mtu mcha Mungu. At-taqiya ni katika watu ambao wana zuhdi, wameipa wameipa nyongo dunia, mcha Mungu anatekeleza maamrisho na anaacha makatazo. Ataqia ye dunia sio kipaumbele ki, ki, sasa Allah anampenda abdu taqia, alghani tajiri, mtu ana mali lakini bado ni mcha Mungu Haina maana ukiwa mcha Mungu, ndio maana yake hey? ukiwa na mali maana yake tena ndio huwe mtu waovyo? Ah, una mali na ile mali inakusukuma katika uchamungu. Na ukitaka kujua mali ina, mtu anaweza akaona mali na akawa mchamungu na, na akapendeza kwa Allah. Tizama katika fursa za baadhi ya ibada, kuna azaka zakatu. Ataitoa nani? Alghani anatoa mtajiri, mtu ambaye mali yake imefikia nisabu, imefikia kiwango kinachotakiwa sasa, apige hesabu, atoe wa watu wahitaji, na kutoa ni katika takwa. Kakuwa na mali hakuna maana huyu mtu hana zuhudi, hana maana kwamba huyu mtu hajaipa nyongo dunia. Na mali, na mali, kuwa na mali, unatakiwa uwe na mali kama Allah atakujalia kuwa nayo, lakini ndani la ya mali yako uwe mchaguu uipe nyongo dunia. Mtume alikuwa akipata zile mali anatoa, mpaka watu wanasema huyu haogopi kufirizika. Aki, akipewa yeye anatoa anawapa, akitoa, akipewa anagawa watu. Ilipopatikana Fathu Makkah, Mtume alitoa, alikuwa kila zikija zile ngawira yeye anagawa, anawapa wale wanahitaji, anawapa wale ambao wamestahiki, anaona wamestahiki kupewa. Tumemwona mtu haogopi ufukara haugopi ufukara yake, anatoa kwa hiyo Allah anampenda mtu ambaye atakiya ni mcha Mungu, lakini alghaniya, na wakati huo huo ni tajiri alkhafiya na anaficha mambo yake, hata kwambia alghania pale ni, ni tajiri wa moyo. Mimi nasema ni yote mawili, ni utajiri wa moyo kwamba anaridhika, lakini ghania maana yake ni tajiri wa moyo, lakini ni yule ambaye, hata anapopata, anapokuwa na alichonacho, haoni taabu kukitoa kwa ajili ya Allah haishii kwamba ni tajiri ndio. Ghania manaake ni tajiri wa moyo, ni tajiri wa moyo, lakini anaweza akawa tajiri wa moyo na mali akawa nayo pia, na kwa yule moyo wake na mali alionayo nayo bado akawa ni mchamungu. Wengi hujificha pale kwamba tatia ghania manaake ni tajiri wa moyo, ikaishia pale, kwa maana kuonyesha mtu taqiy, mtu ghani, mtu taqiyyun Mtu ambaye ni mchamungu hatakiwi awe na mali, atakiwe maskini fukara, mtu wa matambara, matambara anakula vitu vibaya vibaya, havai vizuri, e, hana maisha, ni mtu ovyo ovyo, lakini yeye ana zuhudi, huyu ni kwa ajili ya Allah tu, anaishi kwa ajili ya ah, ah. Hiyo ni kama Allah akakupa mtihani, akakupa hapo, unakuwa ghaniu katika hilo, unaridhika na hilo kwa sababu Allah ndio kakupa, lakini usiache kupambana, kuitafuta dunia yako itafute dunia kama utaishi milele. Mtume sasa kasema tafuta kama vile utaishi milele. Kwa hiyo ghaniyu inaweza ikawa ni moyo, lakini ghaniyu inaweza ikawa hapa ni mali halisi haswa, kama mtu akawa ni ghaniyun lakini taqiyun anatosheka anaridhika, kila anavyopata anaridhika, haogopi kutoa kwa ajili ya Allah, haogopi kufanya kwa ajili ya Allah, lakini anaficha mambo yake, hapendi kujitangaza, kujionyesha unana, nimetoa sasa, angalieni sasa, nawagawia hawa, angalieni hivi, hafanyi hivyo. Wallahu alam, baleo inshallah